Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara ya kwanza, karibu sana. Juma Lokole ameweza kutia neno uh, kwenye penzi la Azizi Ki pamoja na uh, Azizi Ki pamoja na Hamisa Mobeto, kama unavyojua, wameweza kufunga ndoa pamoja na maneno yameonekana kuwa mengi, lakini kwa upande wa Juma Lokole ameweza uh, kuungana nao kwa namna moja ama nyingine, ameonekana kusapoti Eh, mambo yanayoendelea katika familia hii ambayo kwa namna moja, kwa namna moja ama nyingine wengi waliona kwamba Jumalokole ni kama anajipendekeza kwa sababu tunajua, uh, wakati wa nyuma alikuwa anamponda sana Hamisa, uh, kusema kwamba ni ni mwanadada ambaye kiukweli ameweza kuleta shida kubwa sana katika familia ya Simba. Eh, kama, kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Hamisa alishakuwa na mahusiano na Diamond Platnumz, eh, lakini baada ya hapo wakaja wakaachana. Sasa maneno ya Juma Lokole unajua sasa hivi ni mfungo wa Ramadhani na watu wanafunga na hii ilikuwa ni iftari ambayo ilikuwa imeandaliwa eh, nyumbani kwa Eh, Hamisa ambapo uh, tunaona uh, kumeka buffet pale, kuna maoutput ya kutosha, chakula cha kutosha, na inaonekana kabisa kwamba ni kwa ajili ya marafiki na jamaa ambao wanaenda kufuturu. Sasa Juma Lokole akaandika kwamba Azizi hata mazoezini ataki kwenda alipo mkewe, na yeye yupo mpaka kwenye maduka ya vyombo <laughs> eh, manake wako kwenye maduka ya vyombo, of course unajua kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaangalia ni chombo gani ambacho kinaweza kikafaa katika kufuturu na vitu kama hivyo, na sasa hivi anasema kwamba hata Azizi Ki haendi mazoezini. Sasa maoni ya mashabiki ambao wameona hiyo video ambapo inaonekana kabisa kwamba wamejipanga vilivyo kwamba wanatafuta vyombo vizuri kwa ajili ya kuweza kufuturu. Ehe, sasa mmoja kasema, waacheni jamani wapendane. Ni mimi ningepata bahati, mbona ningenenepa mangu tangu hanihoe tuliongoza siku moja tu kwenda kwenye kijiji kwenye msiba wa kauzeni yake, nina mtihani mzito. Mwingine anasema kwamba jana nimewaona na Hamisa ni mzuri. Mwingine akasema ila mchezaji wetu amekuwa handsome boy, yaani ghafla tu jamaa amekuwa handsome. Aha, mmoja akasema mwachini mtoto wa watu jamaa anafanya kilichomleta. Mwingine anasema mechi ya Simba huyu hata wasimkabe tu, mtu aandike bango kubwa la Hamisa she is my wife anatoka mchezoni. Uh, sema Hamisa ana haiba ya kike bwana. Uh, Mmoja kaandika hatimaye amekuwa shabiki wa Hamisa. Uh, amsa, yani tayari Juma kama nilivyokueleza kwa awali, Mungu jamani, wewe ushaona ukimpost Hamisa comment zinalipuka za kutosha. Uh, kwani Azizi ndio ameoa peke yake huko Yanga, wameoa nusu ya timu nzima. Uh, Mmoja kasema uh, miss Jui na Walimi Uh, mwaja penzi mdudu wa msikio anafanya tu kwa muda wake, maisha ya kazi ya wananishawishi sana. Uh, penzi yao kama ya watu wa Zanzibar, mwanaume sokoni, mwanamke kupika. Ha, amesema hembo wacheni watu wafurahie ndoa yao. Alafu mtu akaniambia kwamba watu ukipendana sana huwa hadi wanafanana, na sisi nitamchapa mtu kofi hilo. Ehe, mwingine akaja hapo akasema bwana, walipewa mapumziko ya siku mbili walivyotoka Mwanza kucheza na Pamba, au sio? Amesema mke ni mke tu. Azizi kaanza kupendeza sana, ehe, sio kidogo jamani. Nilikuwa namuona simu ile kisura, sasa kaanza kunivutia. Ehe, mmoja akasema kwamba Penzi tani kumi. Wakiachana na mimi, namwacha mtoto wa mtu huku kwetu eh, kwamba bwana yani, ikitokea tu wameshaachana, na anaachana na mtoto wa mtu ndoshamana akishana subscribe